Kitabu cha Isaya sura ya hamsini na tatu na ya hamsini na nne, ndio kanisa la Mungu. Habari za uzima, karibuni sana wapendwa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa biblia kwa njia ya sauti. Ninakualika ukiwa eneo lolote lile uweze kuungana na sisi sasa, ili tuweze kusoma neno la Mungu kwa pamoja, katika namna hii Mungu aliyotuchagulia ya kusoma kwa njia ya sauti. Tusali tuanze rasmi kipindi chetu jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu tunakuinua, tunakutukuza Tunaamini kwamba we ni Mungu wa wote wenye mwili na hakuna neno gumu usiloliweza, yote unayaweza, nasi unatuwezesha. Ee Bwana, tunajiweka mikononi mwako. Tunaomba Mungu utusamee dhambi zetu na kila maeneo tuliyokosea. Tunaomba kwa damu yako Yesu, utusafishe ili tuendelee kuwa safi sawa sawa na mapenzi yako. Tunaalika uwepo wako. Tunaomba Roho Mtakatifu utusimamie, utuwezeshe kuweza kusoma neno lako na utuwezeshe kuweza kulielewa ili sote tuweze kutiwa uzima katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme, amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Isaya ile sura ya hamsini na tatu na ya hamsini na nne. Mlango wa hamsini na tatu. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta na mkono wa bwana amefunuliwa nani maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu yeye hana umbo wala uzuri na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao; alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, na kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwana-kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake. Naam, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa, aliondolewa. Na maisha yake ni nani atakayeisimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana aliridhika kumchubua amemhuzunisha Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake, mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayechukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao waliohodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa akahesabiwa pamoja na hao wakosao, walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Mlango wa hamsini na nne. Imba wewe uliyetasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele, wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliolewa, asema Bwana. Panua mahali pa hema yako, na wayatandazi mapazia ya maskani yako, usiwakataze; ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako. Kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watamiliki mataifa, wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Usiogope, maana hutatahayarika, wala usifadhaike, maana hutaaibishwa kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashutumu ya ujane wako hutayakumbuka tena. Kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na Mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako, yeye aitwaye Mungu wa dunia yote. Maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana atupwapo, asema Mungu wako. Kwa kitambo kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Kwa ghadhabu ifurikayo nalikuficha uso wangu dakika moja, lakini kwa fadhili za milele nitakurehemu, asema Bwana mkombozi wako. Kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu, maana kama nilivyoapa ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena, kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukukemea. Maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Ewe uliyeteswa, uliyerushwa na tufani, usiyetulizwa, tazama, nitaweka mawe yako kwa rangi nzuri, nitaweka misingi yako kwa yakuti samawi, nami nitaifanya minara yako ya akiki nyekundu, na malango yako ya almasi na mipaka yako yote ya mawe yapendezayo na watoto wako wote watafundishwa nabwana, na Bwana na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu; watu wote watakukusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama, nimemumba mhunzi avukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake; nami nimemumba mharibu ili aharibu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakayoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana.